Tunazungumzia nguvu ya msamaha sio yeah? nguvu ya msamaha Yeah. Uh, tunakutana na watu wengi katika maisha of course ambao kila mtu anakujeruhi katika namna yake yeah. Kuna wengine wanarudi kuomba msamaha, kuna wengine hawarudi mm. Kuomba msamaha ni ishu yao, ila kusamehe ni yeah, ishu yako yeah. Lakini pia wale wanaomba msamaha, msamaha wao huwa unajenga pale palipobomoka, au msamaha wao unaweza kufix kile walichokikosea. Uh, on my side sidhani kama wanatengeneza yani ka, sidhani kama msamaha wao unatengeneza pale ambapo wamebomoa, lakini kwa upande mwingine unamjenga yeye mwenyewe kwa sababu ameshatambua kosa, amekiri kosa na yuko tayari kuachilia. Kwa hiyo ni sawa kwake ambaye ameomba, ameomba msamaha. Ushaye kusamehe nafanya mara nyingi? Umesha kuomba msamaha? Yes, nafanya. Rahisi kuomba msamaha au kusamehe? Vyote yote yeah. yeah. Lakini ushee pia kumwomba mtu msamaha uh, yeah. eh, na ukaona kabisa amekataa kupokea msamaha wako, ya nimesha huwa ina kuchukuliaje, kwamba bora nisingeomba msamaha au hapana? Unaona, ushafanya wajibu wako <laughs> hapana, kumwomba msamaha mtu kwanza ni hiari yangu mimi mwenyewe yeah. kwa hiyo haijalishi tumekosiana tume kwa kiwango gani lakini muda ambao nakuja kukuomba msamaha, nakuwa tayari nimeshajifunza kupitia hicho kitu au tayari nimeshajutia kwa sala yangu. Kwa hiyo napokuja kuomba msamaha, nakuwa nimekuja na hiari yangu yote. Kwa hiyo wewe kutokunisamee au kunisamee ni wajibu wako ambao, mimi haunihusu. Na nikikomba msamaha, hata kama usipo react kwa muda huo, sitokujudge. Yaani, kwamba sitolalamika kwanini sio sasa hivi. Kwa nini unisamee? Naamini tu una sababu zako. Kwa hiyo na hata sababu zako zifanye kazi kwenye akili yako, the time ukiona uko sahihi utafanya pakati wako. What if kwa mtu ambaye wewe unahisi au unaona kabisa haujamkosea katika namna yoyote eh, ila yeye anaona umemkosea na unaona kabisa ana demand msamaha, unaweza kwamba msamaha pale ambapo unaona kabisa, mbona mbona mimi sijamkosea chochote, lakini oh, no, unaonaje mimi kwangu it's okay. Mimi ni mwepesi kuomba msamaha kidogo, ni mdhaifu, huwa sipendi kuona niko katika mazingira tofauti na mtu okay. Kwa hiyo namna yote ambapo najua msamaha wangu unaweza ukasababisha amani ikaendelea, ninafanya mm -hmm. hivyo hata kama pia amani isiendelee sawa, ila nishafanya kwa wajibu wangu kama walivyosema mm -hmm. naona kabisa hichi nilifanya si sahihi, kuna mm -hmm. muda unapokifanya unaona sio Okay, ila kadi muda unavozidi kwenda unagundua, ila pale kweli niliteleza naomba no, msamaha mm. Kuna muda unaona kabisa mi akili yangu iliwaza kushoto naza aliwaza kulia yeah. Lakini kwa sababu najua tunatofautiana kuwaza na kufikiri na kufanya maamuzi mm. Kama nikiisi kwenda kwangu kushoto kulimkela naza, hata kama mi najiona nilikuwa sahihi kwa ajili ya mustakabari wa amani ya maisha yetu yeah. Bwana yes, sawa bro, nimekosea ila mimi nilikuwa naamini katika hicho so. Waswahili siku hizi wana msemo mzuri unasema, kuna wakati tunahitaji kukubali mm, kuto kukubaliana. Okay, nakubaliana na, na wewe kwa maana gani? Kwanza, msamaha ni njia mojawapo ya kupata amani sure. Yeah, you know, alafu mpaka mtu anaenda kuomba msamaha means amejishusha. Yani kuomba msamaha ni kujishusha, kutambua nafasi yako, haijalishi cheo chako wala nini, ila as long as umetambua nafasi yako kwa mtu ni sawa. Sasa kama ulivyosema wee, mi napenda amani. Sorry, ni... kidogo yeah, nime interact of course. Kwayo, kwa hiyo kote ulipomba msamaha wewe ulijishusha? Of course, nilijishusha nilijishusha. <laughs> ni kwa sababu ilinibidi nijishushe kwa sababu mimi ni... kama nilivyosema hapa, napenda amani, kwa sababu unakoseana na watu ambao, mtu mpaka akubali kwamba nimekosea, inabidi ashuke Mm-hmm, kwa sababu mpaka mnakoseana kila mtu yuko juu, umeona ya, yeah. Sasa mtu mpaka unaomba msamaha, umeshuka mwanzako, umemwacha juu. Sasa yeye ni ari yake kushuka, kubaliana na huo msamaha wako, au kubaki juu, kuendelea kukubebesha mzigo wa lawama, sijui. Umeona kwao, kama nilivyosema mara ya kwanza, ni wajibu wake yeye, anaona sawa kukusamehe au kuto kukusamehe. Mimi amani ya yangu nayoipenda, umenikosea hujanikosea, as long as kuna tofauti kati yetu, msamaha utahusika. Sasa wewe ndo utaamua pia kwamba ukuta utoke au ubaki, na ukibaki, utakuwa na sababu zako kwamba labda utakuwa na mimi tena au labda sababu zako zina zimekwambia mimi naee, labda kuna, you, I never know kipi ambacho kimekushawishi kime hivyo, lakini on my side mi nitakuomba msamaha kama haujanikosea azi tofauti. okay, nimeelewa, ila kwenye kujishusha bado <laughs> tafakari Wanafikiria nini? Kuna namna niko sawa na wewe, kuna kujishusha, kuna namna siko sawa kwa sababu mm -hmm. Kuna wengi pia ni wagumu kuomba msamaha, wakiamini kwamba msamaha ni udhaifu of course. Kujishusha lakini ni... mimi siamini kama kwamba msamaha ni udhaifu yeah. Mimi naamini kwamba msamaha ni ukomavu wa kihisia wa kwako wewe hadi <laughs> pale ambapo na okay, Eric amenikosea au Eric nimemkosea, yaani mimi ni wajibu wangu kumomba msamaha Okay, saa, namba, namba ni niseme kitu kimoja hapo walivyosema kwamba kwa wanaomba msamaha wengine wanaona kwamba ni kujishusha, ni udhaifu, au mwingine labda anaona kwamba ni amekuogopa. Yeah, yeah. You see, lakini mimi sioni kama hivyo, kwa sababu kama kweli umekosea, ile dhamira inasema na moyo wako. Kwa hiyo kwenye kutengeneza amani ya maisha yako na amani ya moyo wako inabidi uamue kilicho bora bila kujali watanionaje, watanifikiriaje au watanitazamaje. Kwa hiyo kujipeleka wewe kuomba msamaha, haujafanya kwa ajili ya mtu, haujafanya kwa ajili ya nafasi yako, udhaifu wako, hapana. Wewe utaendelea kubaki strong kama unavyojiona wewe, lakini kuomba msamaha inatengeneza amani ya moyo wako ambayo itakulazimi, i mean itakufanya ufanye chochote mbele ya mtu yote, bila kuogopa. Ukiwa umekosea alafu unafanya kitu mbele ya wale ambao umewakosea, hautokuwa comfortable kufanya kile kitu kwa utayari au labda kwa ule wanasemaje, uhuru? Yes, uhuru. Au labda kwa uwezo wako wote, lazima tu kuna namna utakosea, kuna kwa sababu utajihisi, yes, una amani. Kwahiyo be free. Nimejifunza, kwa sababu kuna kipindi mimi mwenyewe nilifanya mistake. You know? Alafu ambao nilifanya nilifanya mistake nyumbani kwa, kwahiyo watu wote wanakuzunguka, ukipita huku, ukipita huku, ni wao kula chakula unaona kama wanakusema, ukifanya hiki hauna amani yani, hata kulala bado una amani oh, una feel guilt mwenyewe yes. sasa hivi unaamka asubuhi unaondoka mapema asikuone, mm, unarudi usiku watu washa sambaratika, you understand, inakuwa changamoto kwa, kwa sababu unakuwa hauna amani ya moyo, lakini baada ya kuomba msamaha na nikati, kwa hiyo nilimwomba msamaha mmoja mmoja, of course kila yeah, moja kwa nafasi yake yeah, like, yeah, kwa sababu si <laughs> yani family issues yeah, nilimwomba msamaha mtu mmoja mmoja ambao wako mbali niliwapigia. yes. okay. nili, nili, nili, simu mm. ambao wapo karibu pia, I mean niliwafata, kama ni personal. Wengine niwapigia simu sawa, lakini nilimuomba msamaha kila mtu mmoja ambaye nilimgusa kupitia lile kosa langu, alafu yule ambaye nimhusika mkuu alikuwa wa mwisho. Kwa hiyo nimepita kwa wote, nyie mmenisamehe, hamjanisamehe nimesema tu haja ya moyo wangu kwamba ninaomba msamaha. Ni msamaha ni wajibu wenu pia kuamua. The last person ambaye nilimkosea alinisamehe kabla hata sijamwomba msamaha, sure. Ila alihitaji tu tayari wa mimi kusema samahani, mm-hmm. Ulifanya mimi niwe uhuru, kwa mtu yoyote, uwe ndugu, uwe nani, ulichukie. I was comfortable. Usinichukie yani kufanya chochote, kwa hiyo nguvu ya msamaha Ilikuchukua muda gani ku realize? ili niwe uhuru hapa inahitaji kuomba msamaha from the day umetenda kosa au umefanya hiyo mistake mpaka ku realize kwamba well... ili niwe na amani na hawa watu au yeah, niwe na amani. amani sio na watu yeah. mm. Eh. yeah. Yeah. <sighs> yeah. wiki moja uliishi katika hiyo mateso, yeah. Msamaha, komenti zao zilikuwaje? it's okay, tumekusamea <laughs> maanake sasa <laughs> ni jambo la watu tofauti tofauti, kila mtu ana namna yake, ya, kila kwa, mtu alipokea alivyopokea. Alafu kila mtu alikuwa na cha kwake cha kuniambia, kila mtu alikuwa na namna ambavyo alinijenga na kunitia moyo. Wapo ambao aliniambia wewe sio wa kwanza kufanya kosa, wapo ambao aliniambia niambia dunia na mengi, yani yote ambayo unayapitia sasa hivi ni sehemu ya dunia ya kutengeneza wewe. Kwa hiyo kila mtu ambaye aliniambia cha kwake, mm, kuna namna alinijenga. Okay. Hata kama aliongea just kwa kunifurahisha, lakini kuna namna alinijenga kwa sababu mimi remember wakati ninaambiwa hizo vitu nilikuwa na mwaga machozi sana, kwa sababu vitu vilikuwa too emotional, vingine vilikuwa vizito kuvibeba, like kwa wakati hui imenibidi nipitie hili. Wengine wengine walinitolea mfano ndugu ambao tupo nao ndani walifanyaga kosa kubwa zaidi ya kwangu, mimi who are you ujihisi hivyo. Katika wote ulioongea nao, yupi ilikuwa ngumu <laughs> Yu, kukupokea msamaha wako ilikuwa ngumu? <laughs> au conversation ipi na nani ilikuwa inawezekana? kweli ilikufundisha kitu, ila mm. Ilikuwa hard. Okay. Uh. Wote ilikuwa rahisi ila mtu mmoja tu ambaye sio mkali ila mimi mwenyewe nimeset limitation, ninamwogopa kidogo, ni mjomba wangu. Haikuwa rahisi kwa sababu hata sasa hivi mfano kama nikiwa na shida lazima nipitie kwa mtoto wake ambaye ni binamu yangu ndio nifikie kwa mjomba. Sio mkali wala nini, lakini tu kuna limitation ambazo nimeziweka kati yangu mimi na yeye kwamba sitaki kumfikia kwa kiwango kile cha kumzoea sana. Kwa hiyo huyo ndio ikuwa rahisi, lakini i did it. Yeah, lakini alichukuliaje? Uh, ilikuwa ni ngumu kama unavyoamini naweza isiwe rahisi, au bado kuna kitu unaweza kuwa unamogopa mtu au yeah. unafikia ukagundua mimi niliamini ilikuwa ngumu, lakini haikuwa ngumu baada ya kumfikia. Yeah, yeah, ee okay. Yeah, ya yeye alipokea vizuri tu, na yeye ni miongoni mwa wale ambao msamaha wao nilifanya jisi huru zaidi, kwa sababu connection ya yeye na muhusika mkuu ambaye alitenda kosa ni kubwa zaidi kwa hiyo okay. Yeah, ko na mwambiaje yule? <laughs> Yeah, to you my friend, usiogope pia kutenda kosa cha kwanza, kwa sababu wewe sio wa kwanza, makosa yanatendeka tangia mwanzo kumbwa kwa ulimwengu. am I right? yes. sure. Kwa hiyo usiogope kutenda kosa na usiogope kuomba msamaha, haijalishi msamaha ambao unaomba utaenda kutengeneza au hautaenda kutengeneza, lakini beba ule uzito wa kile ambacho unakiwasilisha kwamba umetenda kwa moyo. Yaliyobaki ni yari yao ambao unawasilishia huo ujumbe. sure. yeah. yeah. Kuomba msamaha ni jukumu lako my friend. oh. yes. Ila kusamehewa au kutokusamehewa sio jukumu lako na sio haki yako pia kwa hiyo fanya kwa nafasi yako. Mimi ninachojua msamaha unamweka karibu mtu na uso wa Mungu well, kwa hiyo kiomba msamaha itasaidia right? Kutokusamiwa sio haki yako, sio haki yako, sio haki yako, kwa sababu unachokitafuta ndio maana nikakwambia, waswahili wanasema chuki umchoma yani, anaihifadhi wewe. Umeomba msamaha unaendelea kuwa na amani yes, e akusamee akusamee ni kesi yake yeye. sure. ila wewe umeshatengeneza amani yako kwa chuki tendelea kumdili na yule. okay. yes fanya kwa nafasi yako. Mungu anaijua dhamira yako, mm. Yeye ndo anaruhusu ruhusu koo, Nazareth amesema uombe msamaha, my friend. Sasa kama utaji kusamehe <laughs> ni wewe. Love you guys. <laughs>